Wataja mchana wa leo, wale ambao wamewahi kufanya kazi kwa fedha zao kwa dhahabu kwa nguvu zao. Mfalme Daudi ni mojawapo ya watu ambao ninawatazama ambao kwa kweli walifanya kazi kubwa, na katikati ya kazi zao Israeli hata leo inatajwa katika Biblia na hekalu la Yerusalemu hata leo linatajwa ya kwamba Israeli walitoa wakatoa na wakatoa zaidi kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Bwana. Na katika kitabu kile cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya ishirini na tisa Biblia inasema maneno haya, sikiliza. Anasema hivi: kisha Mfalme Daudi akawaambia kusanyiko lote, ni kana kwamba anawaambia waabuduo, ni kana kwamba anawaambia watu ambao wamekuja kwenye ibada, anawaambia nini? Sulemani mwanangu, ambaye Mungu amemchagua peke yake, akali ni mchanga bado na mororo nayo kazi hii ni kubwa, kwani nyumba hii ya ens si kwa ajili ya mwanadamu ila ni kwa ajili ya Bwana. Ya kwamba Daudi aliweza kuwaelewesha Israeli ya kwamba ile kazi inayofanywa, ile kazi ambayo katikati ya mazingira yenu mnayoitenda kwa ajili ya ujenzi wa shule ya Ngomeni, ndugu zangu wapenzi, sio kazi ya mchungaji. Na ngoja niwape habari njema, siku zangu za kuwachunga Kana zinaweza kuwa zinahesabika. Unajua hapa nitakuwa mchungaji sio milele, haijawahi kutokea hivyo na bado nina miaka mingi mbeleni ya kufanya kazi. Hiki ni kituo cha nne cha nikihamishwa kufanya kazi, yaani nikichukua kazi yangu ya kuanzia Babati kwenda Upareni kule Suji kwenda Korogwe kwenda Kana, bado kazi ambayo ninawatia moyo kuifanya, si kwa ajili ya utukufu wangu, si kwa ajili ya utukufu wa mzee wa kanisa, si kwa ajili ya utukufu wa mzee Bilingi, sio kwa ajili ya utukufu wa Pita Bariki, sio kwa ajili ya mtu yoyote. Ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu wa mbinguni. Semeni amina na watu wa Mungu, na najua tutanufaika wote Kama hutasoma hiyo sekondari, mtoto wako atasoma. Sema amina. Kama mtoto wako hatasoma hiyo sekondari, mjukuu wako Mr. Frahin atasoma. Hata hivyo, shule uliosoma hukuijenga wewe. Hata hivyo, hospitali unayokwenda kutibiwa hujaijenga wewe. Yawezekana hata huna mchango wowote, hata baba yako lakini kwa kujitoa kwa watu wa zamani, wewe ulipata elimu. Kwa kujitoa kwa watu ambao walijua maendeleo ni nini, wewe ulisoma, na wewe leo unaitwa afisa fulani mahali fulani. Unajua, mzee mmoja pale Mwanga alikuwa mzee wa imani ya Kiislamu. Huyu mzee akatembelewa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, na yule mzee alikuwa tajiri. Ninawapa pole matajiri, unajua matajiri wanahangaishwa na jambo hili. Michango yote ya maendeleo wanasema twende kwa fulani, kwa hiyo wana service request nyingi za kuwaomba michango ya harusi ya ujenzi ya kanisa ya nini, kila kitu. Lakini nasema ya kwamba kwa kadiri ambavyo wanaombwa ndivyo Bwana ambavyo anaendelea kuwabariki huyu mzee pale Mwanga aka, akafuatwa na mchungaji na baadhi ya wazee waliopendekezwa, akaombwa mzee: nina, tunaomba mchango kama una simenti tunaomba kama una fedha tunaomba. Maana mzee, utakapotoa hizo fedha kwa ajili ya maendeleo ya ujenzi, kama ni hilo kanisa, mzee, hata wewe unaweza kusali. Mzee wa watu nilimpenda, alisema maneno haya, sasa mimi Muislamu na kanisa lenu inanihusu nini? Nyie nyookeni, semeni tunataka sementi kiasi gani? Mbona kama mnasoma mafungu <laughs> na mzee akasema sasa mimi nitawachangia mifuko mia mbili. Jamani, semeni amina! Nitawapa mifuko mia mbili ya yes, simenti, ila sitakuja kusali kwenye kanisa lenu hata siku moja. Tukamwambia Mungu akubariki sana, ila sisi tuna tunataka mifuko mia mbili maana Bwana anaitaka sadaka yako halafu na wewe uje kuabudu. Akasema nije kuabudu, ni muombe Mungu nini? Yaani akasema maneno haya mama yake, nije kumchokoza Mungu? Kwa sababu Mungu amenipa mali, Mungu amenipa mafanikio, ninapokwenda kuendelea kumsumbua nimsumbue nini, hali ya kwamba ameshanipa mimi? Ninapaswa tu kutulia kumshukuru, maana amenibariki jamani. Sema amina. Mchana wa leo ninatamani kuwatia moyo, sitaki kona za kuwazunguka zunguka, ninataka kuwaambia kama yule mzee, tunatamani kwa kadiri ambavyo Bwana amewabariki Bwana amewekeza katikati yenu. Bwana ameweka kwenu mali. Bwana ameweka kwenu faida. Bwana ameweka kwenu miradi. Bwana ameweka kwenu biashara. Bwana ameweka kwenu ajira. Bwana ameweka kwenu nafasi za kazi. Katikati ya vile alivyoweka mikononi mwenu, mchana wa leo, ninawapa mwito wa kukubali kumtolea Bwana. Jamani, semeni amina. Unajua, maisha yetu sisi wa Tanzania na waumini yanajulikana julikana, sio kwamba sisi ni watu wenye mamilioni mengi. Sio kwamba sisi tangu Januari tulikaa chini kifamilia tukatengeneza bajeti kwa ajili ya mradi wa Ngomeni, ila kile ambacho tunafanya katikati ya maisha yetu kama Wakristo ni kukubali tu kujinyima kwa ajili ya kazi ya nani? Ya Mungu. Mimi sina fahari ya utajiri wowote kwamba leo nitawaambia leo mimi mchungaji wenu nitatoa sana, mifuko mia mbili nitatoa sana, mifuko elfu moja nitatoa sana. Ninataka niwatie moyo. Wewe yawezekana una ile nguvu sana ya kwamba nitatoa sana, lakini nakutia moyo, toa kwa kadiri ambavyo Mungu wa mbinguni amekubariki, sema amina. Toa kwa kadiri ambavyo, pima pima, jipime wewe mwenyewe, jifanyie evaluation wewe mwenyewe, ya kwamba Bwana amekubariki kiasi gani. Ninamkumbuka mzee mmoja, sasa ni marehemu, mzee Waziri Mtindi. Wapare wanaita mtindi ukitaja vizuri, ila ukitaja kwa kiswahili mtindi mtindi, umekosea. Lakini basi kwa kiswahili, kwa kihalisi kilugha mtindi. Mzee yule alikuwa anaombwa kanisani kila siku, meza ya bwana tunapeleka wapi, tunapeleka Nduruma, mzee tusaidie gari lako. Mzee yule siku moja akasema hivi Mungu ananiomba magari na haya magari huwa mimi ndio ninamuomba, ananipa. Lakini mbona leo kila siku wazee wa kanisa wanateseka kuniomba gari kwa ajili ya safari ya kupeleka meza ya Bwana. Mzee akapita mbele kama Sabato ya leo, akachukua maiki, akasema maneno haya leo ninatoa sadaka ya gari, ninakiri ya kwamba hili gari ambalo nimekuja nalo leo eh, unajua kuna imani na imani, jamani, kuna imani na kaimani, maana sasa eh, akasema hii gari niliyokuja nayo sabato leo. Na mke wake anaitwa Mamalai, na sijamwambia Mamalaiti, Leo sitarudi nayo nyumbani. Mama Laiti akasema ha, baba, tutarudi na nini? Akasema leo ninaitoa. Akasema baba, au umefanya haraka? Sijafanya haraka. Akaitoa ile safu gari, aina ya safu, si tunafahamu mzee Abeli. Baada ya kuitoa akaitoa na funguo, na akasema ya kwamba siri ndani ni hii. Hii gari nimeifanyia service iko vizuri, na wiki hii nilikuwa naifanyia service, maana ni nimesema kile ambacho kwa kweli ndicho ambacho kinanigusa moyo ndicho nitakachotoa, na ile gari ikawa gari ya kanisa la Kijenge. Jamani, semeni amina. Mpaka leo. Sasa Mungu ametupa kwa namna ya tofauti tofauti. Hivi vidole vyangu ukivitazama na vya kwako, maana naona vya kwako vinatofautiana, kuna kirefu, kuna chakati, kuna chembamba, kuna hiki cha katikati kinataka kio kinene kidogo, kuna huu mdole huu unaweza uone kama hauna faida, lakini una maana sana. Kuna haka kadogo, ukitaka ujue ya kwamba kana maana hakana maana, kama utadhani hakana maana Chukua panga ukakakate, ndio utajua ya kwamba kana maana. Ninachotaka kusema mchana wa leo ni kitu gani? Ya kwamba kati yetu tumejaliwa maisha ya mafanikio tofauti tofauti, limo kweli, sio kweli? Na tuko tofauti, kila mtu na atoe kwa kadiri ambavyo Bwana amembariki. Ninataka nikuambie. Kuna mtu leo hapa akisema moyoni mwake ninaahidi leo kutoa milioni moja. Moyoni mwangu ni ahadi yangu na Mungu wangu, moyoni nitatoa milioni moja, na kuna mtu hapa akisema nitatoa shilingi elfu hamsini na huyu ametoa milioni moja. Mungu anayetazama moyo Mungu anayetazama yale aliyoweka mikononi mwako atatazama kama lile fungu la yule mwanamke ambaye Biblia inasema Yesu aliwatazama watu walipokuwa wanalijia sanduku la hazina. Katikati ya matajiri, anasema nikawaona wakapita wakatoa katika utajiri wao wao, lakini anasema nikawaona masikini wakipita katika hali zao, nikamwona mwanamke mjane akapita akatoa senti ngapi? Mbili. Yesu akalikodolea sanduku macho. Ninataka nikuambie kile ninachotoa macho ya Mungu yanakikodolea macho, mtazamo wa Mungu unatazama ya kwamba umetoa nini. Na inashangaza sana, na imewaudhi sana matajiri waliokuwa wamefanikiwa, wakasema, ya kwamba hivi leo Yesu anazungumza ajenda gani? Yesu anasema huyu mama ametoa kuliko wote. Yesu akasema wengine wakatazama wakasema, yani senti mbili ni e, nini sasa? Umetoa nini? Yesu akasema ametoa katika vitu vyote alivyo navyo. Leo mimi nitakapoambiwa ya kwamba kaa chini, ukumbuke katika akaunti yako, ukumbuke katika akiba zako, ukumbuke katika kwenye kikoba, ukumbuke popote ulipoweka, ukumbuke katika hazina zako, utoe vyote Mtumishi manendo unadhani, hehehe, unadhani utakuwa umetoa ila, unaweza kusema hivi: Mungu, nisaidie, gusa moyo wangu. Kile ambacho ninatamani kutoa nitoe zaidi, kile ambacho nafsi yangu inasukumwa kuguswa, ya kwamba nikijitathimini, ni kweli ya kwamba siwezi kujitangaza, siwezi kupita mbele za watu, lakini ukweli uko wazi ndani ya moyo wangu ya kwamba Bwana amenibariki mkolongo. Bwana amekubariki, sema amina. Eh. Yaani maisha yako mkolongo, sina visa na mkolongo. Sio sawa na ya miaka kumi iliyopita nyuma. Yaani leo mkolongo, ninafurahi, ninakuona unaendesha kulga. Jamani semeni amina ya kwa mkolongo na miwani yake. Yani, ninaona jinsi ambavyo Bwana anawabariki watu. Ninataka nikuambie mchana wa leo, hizo ni baraka toka kwa Mungu, sema amina. Na mchana huu Bwana atawabariki zaidi, na Bwana awabariki zaidi, na Bwana awainue zaidi. Ninataka nikuambie Bwana akuinue zaidi, Bwana akuinue kibiashara, sema amina. Bwana akuinue kwa ajira, sema amina. Bwana akuinue popote, kila unachogusa katika mikono yako, sema ya kwamba hizi baraka za leo zinazotamkwa na ziwe za kwangu. Unajua, nikiwa kikatiti, miezi kadhaa ni, sio zamani sana, kijana mmoja tukawa tunaomba tukasema wale wote wenye maombi wapite mbele waombe, tuombe pamoja, bwana atakufanyia kitu leo. <laughs> yule kijana mmoja akasema mm, nimesoma sheria, nimehangaika hivyo, nimebaki tu na macheti na manini. Ah, yule kijana mwingine akasema, ah, mimi nina imani tena, nimetuma aplikesheni zangu sehemu mbalimbali. Nimetuma CV si zangu sehemu si mbalimbali na Bwana atanifanyia. Ninataka ni kuhakikishia siku ya Jumanne, Jumatano. Yule kijana amekuja na kwaya ya Njoro Family. Njo, njo, siyo Njoro Family. Njoro inaitwa Njoro Njoro Kanisa. Njoro ina kwaya mbili, ina Njoro Kanisa, ina Njoro Family. Sasa yule kijana siku ya Jumatano, usiulize kwaya za watu zikoje. Anazijua mchungaji wao na, na washiriki wao. Yule kijana akasema pasta, ni ajabu. Amepita mbele ya washiriki wote na makambi yote, akasema jamani, ni ajabu. Tukamwambia una ajabu gani? Akasema ni ajabu, nimeitwa kazini. Jamani semeni amina, nimeitwa kazini. Nataka nikwambie ya kwamba kila kutoa kusiko kwema Biblia yangu inasema kila kutoa kusiko kwema ni dhambi, ila kila kutoa kuliko kwema kwa ndani ya moyo wako ya kwamba ni kweli ya kwamba Bwana ananiona ninatoa kwa moyo, ninatoa zaidi, itakuwa ni baraka kwako. Sema amina. Nataka nikuambie, fungua Biblia yako Kumbukumbu la Torati nane, Kumbukumbu la Torati sura ya nane aya ya nane ni nane nane. Kumbukumbu la Torati sura ya nane nane nane.